Mwanafasihi Ngugi wa Thiong'o alizaliwa nchini Kenya mwaka 1938. Kutokana na kuwa aliishi kipindi cha utawala wa kikoloni na baada ya enzi hizo, kazi zake za fasihi ziliangazia vipindi vyote hivyo. Kwa maana hiyo, alikemea utawala wa kikoloni na pia kukosoa vikali serikali zilizochukua hatamu baada ya ukoloni, hivyo mara kadhaa kujipata matatani na serikali zilizotawala wakati huo. Katika miaka ya sabini, aliamua kubadilisha mfumo wa uandishi na kuanza kuandika kwa lugha ya Kikuyu na Kiswahili kutoka kwa Kiingereza. Pia aliachana na jina lake la kuzaliwa la James na kuanza kutumia majina yake ya asili. Mmoja ya kazi zake maarufu za fasihi ni Decolonizing the Mind. katika kitabu hicho aliangazia kuwa huwezi kusema kuwa umepata uhuru wakati unatumia lugha ya wakandamizaji. Ngugi wa Thiong'o aliwahi kufungwa jela nchini Kenya 1977 baada ya mchezo wake wa kuigiza kuonekana kukosoa mamlaka wakati huo. Wakati mmoja aliwataja watawala wa nchi baada ya ukoloni kama wauaji wa matumaini wauaji wa ndoto na wauaji wa uzuri wa taifa. Mwaka 1982 Ngugi alienda uhamishoni nchini Uingereza kufuatia kupigwa marufuku kwa michezo yake ya kuigiza nchini Kenya, na baadaye akaelekea Marekani ambapo alikuwa mhadhiri wa fasihi katika chuo kikuu cha California. Pia aliendelea kuandika vitabu na simulizi kuhusu Kenya, ambapo baadhi ya vitabu hivyo vilitumika katika mafunzo ya fasihi shuleni na vyuo vikuu nchini humo. Alirejea nchini Kenya mwaka elfu mbili na nne baada ya miaka ishirini na miwili na kumalizika pia kwa utawala wa rais Daniel Arap Moi, lakini wiki mbili baadaye alivamiwa mjini Nairobi na mkewe akabakwa pamoja na yeye mwenyewe kuteswa. Watu watatu walipatikana na hatia ya ubakaji na wizi.